inaanza na onyesho la dansi lililokuwa linafanywa na wasichana walembo wa shule moja ya sekondari. Miongoni mwa mtu aliyekuwa anatazama onyesho hili, kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Seratan. Huyu yuko na marafiki zake wanainjoi sana wakiona watoto wa kike wanavyojichanua. Mmoja wa watu waliokuwa na pafomu hapa ni mwanadada mmoja aliyekuwa ni mrembo, ni pisi ya hii shule, anaitwa Anya. Anya huyo alikuwa ni mpenzi wake Seratan. Baada ya onyesho hilo, Seratan alikuwa amemfata kumpongeza mpenzi wake na akawa wamempatia zawadi chokoleti ya bei kwelikweli sababu huyu binti alipenda sana chokoleti ya namna hiyo. Wakiwa katika hisia kubwa sana za kimapenzi, ghafla simu ya Selatan ikiwa imeita, ishara ya kwamba ni wakati wa kuachana. Yani Selatan huwa anaweka alam kabisa ya kumkumbusha kwamba huu muda ni wa kuachana na mtu fulani, na unaambiwa kwamba huyu jamaa ni kiwembe kweli kweli, na anakaa kwenye mahusiano kwa siku tatu tu na mtu yoyote, na sio kwamba anatongoza tongoza tu mtu anatongoza pisi ya shule, sijui kama umenielewa mshikaji. Ana kalenda yake kabisa kwenye simu, ndani ya siku tatu tu masaa akitimia, kitu kinajipa, ni muda wa kuachana, na wanaachana hapo hapo, amna excuse yoyote. Selatan ana kasura kazuri, ni kijana anayejulikana kweli hapa shuleni kama payboy. hajawahi kushindwa kumtongoza msichana yoyote, ndiyo sifa yake hiyo aliyonayo. Kila anapopata mapenzi, kanuni yake ni moja tu, ni siku tatu wanaachana, kisha anampa zawadi mwanamke huyo na kumwacha siku hiyo hiyo. Siku moja, wakati Selatan alikuwa anacheza mpira na wanafunzi wengine akakosa kuudhibiti mpira vizuri kidogo umgongi msichana mmoja, ni mgeni eneo hili lakini huyu binti alikuwa yuko njema hivyo kama huzuia mpira huo. Huyu binti anaitwa Alma, unaambiwa ni mchezaji mzuri sana wa kikapu kafika hapa ni mgeni. Jamaa Selatani baada ya kumuona hii pisi, hajawahi kuiona kabisa. Hapa kwa mifata hapa anaifagiria fagiria hii pisi, haikujibu chochote. Ikiwa imeondoka hapa, marafiki zake Seratan Leon pamoja na Ado wakamwambia kwamba he, umeona chombo hicho? Hichi chombo ni kipya kwenye hii shule, bila shaka hii ndio itakuwa tageti yako nyingine, yaani huyu unatakiwa kumfanya kuwa mpenzi wako mpya. Alma ni mwanafunzi mpya kweli kwenye, kwenye shule hii na hana marafiki. Alipokuwa darasani, binti mmoja ni mchangamfu kweli kweli, huyu binti anaitwa Luna akawa wamejitokeza hapo tayari kuanzisha mahusiano ama urafiki pamoja na binti Alma. Akawa wamemwambia wazi, wasichana wengi kwenye shule wanavutiwa sana na Seratani kutokana na uzuri wake na jamaa na maneno matamu ya kumtongoza binti. Inasemekana kwamba yoyote atakayekuwa kimapenzi na Selatan huwa wanadumu kwa siku tatu tu, lakini atahisi kama ni malikia wa hii dunia nzima, kwani mtu huyo hupokea zawadi maalum kutoka kwake, zawadi ambayo yeye mwenyewe binti anaipenda. Wakiwa hapo, kuna jamaa mmoja akawa ameingia hapa. Huyu jamaa anaitwa Brian Arman. Akawa ameshangaa sana kwa sababu huyu jamaa ni rafiki yake tangu utotoni, wakiwa katika shule ya msingi Ukapiga stori mbili tatu hapa. Sasa muda wa kutoka hapa, Seratani akiwa na pikipiki yuko pamoja na marafiki zake, wakawa wamemfuata binti. Ah, mimi naitwa Seratani, wewe wanaitwa nani? Alman akasema, Alman ndo jina langu. Aa, na huyo vipi? Ni mpenzi wako? Binti akasema hapana, huyu ni rafiki yangu tu. Sasa muda wakati wao wanaendelea kuzungumza, marafiki wa Zlatan wanasikiliza kwa umakini na wana take notes kabisa. Namna ya kumtongoza mwanamke kwa mara ya kwanza. Na wanamuamini mshikaji wao hajawahi kushindwa kupata mrembo. Anapomtaka anampata. Zlatan akamuuliza mrembo, "Vipi? Unaamini kwamba unaweza kuwa na mpenzi kwa mara ya kwanza tu baada ya kuonana na huyo mtu?" Aa, akakataa waziwazi bila kujali umaarufu wa huyo mshikaji akamwambia kwamba kama siwezi kuwa mpenzi wako, utanifanya nini? Zlatan akamwambia kwamba siwezi kumjibu vibaya mtu ambaye atakuwa mpenzi wangu hivi karibuni. Jamaa akawa ameondoka hapo baadaye. Sasa wakiwa nyumbani, Zeratan anaishi katika apartment moja hivi, marafiki zake mara nyingi huwa wanakwenda kushinda huko. Sasa wakaanza kutoa maneno fulani hivi, wanashangaa. Ah, siamini kabisa kama yule mwanamke amekukataa na hili jambo alijo kutokea kabisa sina hata nakasema, kukataliwa? Amenikataa vipi? Mnipe muda tu, hawezi kunikataa yule. Kwani mmenisahau mimi ni nani? Watu wote igwe igwe. Kwa upande wa Alma, anaishi pamoja na mama yake. Baba yake yuko nje huko, yuko Jakarta, yuko kikazi nje ya huu mji ambao wao wanaishi. Wazazi wake walikuwa wamemwandalia binti mpango wa kujiunga na chuo kikuu pindi tu atakapomaliza masomo yake, hivyo anatakiwa kutoka nje ya huu mji kwenda kusoma huko. Sasa binti akawa analalamika kwamba ni gharama sana kwenda kusoma katika kile chuo, hivyo akawa analalamika juu ya gharama kwa baba yake, akimwambia hahitaji kwenda katika chuo hicho, lakini baba yake akamwambia kwamba wewe, swala lako ni kusoma tu, gharama tuachie sisi. Binti hakuwa na jinsi, kwa sababu wazazi tayari wamekwisha kuamkwa. Kesho yake Alman akiwa bize yuko zake maktaba, Zlatan akiwa amejaribu tena kumkaribia huyu binti, anajaribu kumtafutia chops, amwingize kwenye kumi na nane zake, lakini bado Alman hakuonyesha dalili za aina yoyote kumpa gep huyu jamaa. Sasa wakati binti anahitaji kutoka katika maktaba hii, Zlatan akiwa amemzuia kweli vipi unanipenda maana bado amenishikilia mkono binti ndo anashtuka na akawa amemwambia we ukiendelea kunisumbua namna hii hakika nitakwenda kushtaki hivi vitendo katika ofisi husika nitakwenda kukuripoti seratan kwa kunifanyia vitendo visivyonipendeza seratan ikabidi kuomba msamaha akasema kwamba hatokaa tena amnyanyasi kwa namna hiyo na alikuwa kusudio lake kufanya hivyo seratan akaendelea na marafiki zake wanamfuata awape mbinu za kumpata mwanamke kila siku anawapa tipu sasa siku hiyo ilikuwa ni tipu namba 35 anawaambia kwamba kamwe Usimpigie simu mwanamke siku ya kwanza tu. Subiri yeye akupigie kwanza. Siku iliyofuata, Zlatan pamoja na marafiki zake Leon pamoja na Aldo walikuwa sokoni kwa ajili ya kupiga picha kama sehemu ya mafunzo ya klabu yao ya upigaji picha. Kwa bahati nzuri, Arman pia alikuwa sokoni huko huko akiwa na mshikaji wake Brian, wanapiga picha pia na wao. Zlatan akiwa na marafiki zake wakawa wamewaona. Baada ya matembezi kidogo, Brian akaenda chooni bana kwenda kupunguza uzito, akawa amemkabidhi binti kamera yake ili aiangalie, lakini ghafla mwizi akawa ametokea hapo kujaribu kuiba kamera hiyo. Zlatan akawa ametumia nafasi hiyo kwenda kumdhibiti yule mwizi . Sasa katika prokushani kamera ikawa salama, lakini lenzi ikiwa imedondoka chini na kupasuka. Alman ako ameingiwa na hofu sana baada ya kuona ile lenzi imeharibika na ni lenzi ambayo ni ya bei ghali sana. Seratan akamwambia kwamba ah, mimi nina lenzi kama hii lakini ipo nyumbani nitakupatia bule, lakini ni lazima kwanza unikubalie mimi niwe mpenzi wako. Awali Alman alikataa kabisa hili jambo, lakini baada ya Seratan kusema kwamba hii lenzi ni ya kipekee sana na ni ngumu kupatikana, Alman ikabidi kukubali wazo la kwanza kwamba itabidi awe mpenzi wa Seratan, lakini akamkumbusha kwamba mimi najua kabisa kwamba wewe uhusiano wako unakaa kwa siku tatu tu, si ndio? Mimi nitakuwa mpenzi wako, lakini ni kwa siku tatu hizo hizo, kisha tunaachana. Ah, Seratan kashajichukulia pointi zake tatu hapa, kaweka mfukoni. Zlatan, baada ya hapo, mara moja akaposti picha kwenye akaunti yake ya mitandao ya kijamii na akamtagi kabisa kuonesha kwamba rasmi wao wana mahusiano. Yaani umshikaji binti yoyote peace kwenye shule anapofika tu yeye ndo wa kwanza kuwa naye kwenye mahusiano. Siku ya kwanza ya ya mahusiano, Zlatan akaweka keki ya strawberry kwenye siti ya binti kabla hajafika darasani, wanafunzi wengine baada ya kuona hicho kitendo, anajua kabisa haya mambo ya kizungu ni ya Seratani tu. Binti baada ya kufika hapo, akiwa na rafiki yake Luna, Luna kweli anaitamani okay, kweli yo keke anaitolea mate armani, ikabidi kumkabizi kula yote, wala mimi hata sijali chochote. Mara moja Seratani akawa amefika hapo, akawa amemuuliza binti, kwa nini keke yangu umempa Luna? Jamaa akarekebisha nakoo kabisa vizuri ah, ah, ah, kwa kuwa sisi ni wapenzi, kwa hiyo lenzi yako ah, eh hey, hey, eh hey, eh eh, basi sawa sawa sawa sawa. Binti yakutaka kabisa Biliani asikie kuhusiana na jambo la lenzi kwamba huyu mshikaji kamletea lenzi na za binti ni kuendelea kuigiza tu, hiyo ni kana na uhusiano na huyu mshikaji. Sasa kama kawaida, pia anampenda sana Alma, lakini hajapata nafasi ya kuelezea hisia zake. Baadaye Luna pamoja na Biliani wako wamemuonya binti wakimwambia kwamba jihadhari sana na tabia za Seratan, lakini Alma kwa amewahakikishia kwamba hakika hata nidanganya kiakili mimi na waidi, mimi nawaahidi ndiye nitakaye wa kwanza kumwacha Seratani ndani ya siku tatu, kabla ya yeye kufanya hivyo. Wakati huo huo, upande wa Seratani yuko na washikaji zake Leon pamoja na Ado, wamemweka mtukati, wanamwambia kwamba tuhakikishie kwamba kama kweli utaweza kuachana na huyo binti ndani ya hizo siku tatu. Mshikaji anasema ah, mbona mambo madogo sana kwangu mimi kufanya hivyo. Madogo hawaamini kabisa kama Seratani ataweza kumwacha Alman ndani ya hizo siku tatu, wakamwekea dau kwamba kama atashindwa kumwacha Alman ndani ya hizo siku tatu atawalipia chakula ambacho wao watakachokitaka Seratani akuwa amekubali jambo hilo, tutafanya hivyo, tuishi humo, nitamwacha Aman ndani ya siku tatu, mtaona. Baada ya mda kweli Aman akuwa amempelekea lenzi mpya ya kamera Brian akivunga kwamba kainunua kwa ajili yake, kijana ikabidi kupokea lenzi hiyo, lakini ghafla Seratani akuwa amefika hapo. Vipi mpenzi, twende nyumbani kwa pamoja. Binti akuwa amekataa, Seratani ana namna ya kumbonyeza binti, akataka kuonyesha kwamba lenzi ile kainunua yeye binti, hivyo ikabidi kukubali kuondoka na Seratani hapo ili Seratani asivujishe siri kwamba yeye ndiye amenunua hiyo lenzi hivyo wakuwa wameondoka kwa pamoja sasa wakiwa njiani zlatan anachezesha pikipiki yake kwa makusudi tu mwendokasi jambo lilomfanya alman kumkumbatia kwa uoga jamaa anainjoi haya mahusiano bado ni maigizo alafu siku zinazidi kuisha mshikaji akampeleka binti mpaka nyumbani mama yake alman akiwa nje akaona na zlatan kwa makusudi kabisa wakawa amemsalima mama yake mama akajitahidi kujitia ubize kidogo akamuuliza binti yake haya, huyo ni nani tena? Huyo ni rafiki. Oh, ni mpenzi wako si ndio? Sasa nichague nichague kipi kati ya rafiki ama mpenzi? Basi mwanamama huyo akajisemereshesha tu tuwapo na mambo mengine, akaenda kama kawaida, akawa misi kabisa binti yake, yake ana mpenzi mpya. Kesho yake asubuhi, mama yake Alma baada ya kusogea kutazama nje, akamwona tena Salata kafika hapo, anamsubiri Alma waende shuleni kwa pamoja. Akamwita binti yake Alma, mpenzi wako yule wa siku tatu yuko hapa. Hii ikionyesha kwamba tayari binti amekwisha kumwambia mama yake kila kitu kinachoendelea.

Kisha akawa amemwalika Alman kutazama sinema pamoja. Alman akawa amekataa mwanzoni, lakini kutokana na msisitizo akawa amekubali kwa masharti kwamba yeye ndi atakaenda kuchagua filamu za kuenda kuangalia. Sasa baada ya kufika sehemu ya kuangalia filamu, binti akawa amechagua filamu za Swahili maktaba muvi za kutisha tu. Wakati huo Serata akawa anaogopa mpaka binti akawa anamtania Serata, anamwambia na vipi, shetani anaogopa mashetani kweli? Alman anacheka jinsi ambavyo kijana alikuwa ni mwoga Jiapo binti alikuwa namtazama mshikaji kwa wizi wizi, hatujui ni nini kinachojengeka kati yao. Baada ya msosi wakapata nafasi ya kuketi kwa pamoja, wakapiga stori. Alman akamgeukia kijana na kumuliza kwa nini mahusiano yako huana dungu kwa siku tatu. Zarata akajibu kwa utani akisema kwamba nilifanya hivyo ili nilio na uhusiano mzuri kama kwenye filamu, yani pawepo na kisa cha mwanzo kati na mwisho. Alman akasema kwamba haiwezi kuwa rahisi namna hiyo. Kama ndivyo, basi ngoja tuangalie kwangu itakuwa na tafasiri gani. Baada ya siku zelatan akawa amempeleka Alman nyumbani akawa amekataa kuingia ndani baada ya kuwa amekaribishwa, lakini ghafla akasikia kuna sauti ya kiume, ni abliani yuko humu ndani na akawa ameona viatu vya kiume mlangoni, kwa hivyo kijana ikabidi kuingia ndani. Baada ya kufika hapo mama yake Alman akawa amemkaribisha vizuri sana na kuandaa chakula kwa pamoja. Alikuwa ameandaa chakula kitamu, jambo lilomfanya zelatan avutiwe sana na utu wa familia hii. Wakati wa kula wa kula chakula zelatan akawa amemtania Blin kwa kutabiri usahihi wa viungo ambavyo vimetumika kutengeneza keki hiyo akawa amekipatia kwa usahihi. Mama yake Alman akawa ameshangaa sana kwa huo usahihi ambao Seratan ameufanya, na Seratan alifanya makusudi kabisa ili kuvuna pointi mbele ya Brian. Kabla ya kuondoka, mama yake Alman akawa amempatia chakula Seratan atakwenda kukitumia nyumbani huku anakokwenda, jambo lilomfurahisha sana kijana, kwani alianza kuhisi joto la upendo kutoka kwenye familia hii, kitu ambacho hakuwahi kukihisi katika maisha yake. Ndani ya michezo yake ya mapenzi ya siku tatu tatu tu, hajawahi kupata kitu kama hiki. Hii ni baada ya muda mrefu sana unambi a Zelatan alihisi faraja ndani ya moyo wake japo kwa mara ya kwanza, kwa sababu hajawahi kula chakula kilichopikwa na mtu ambaye anaitwa mama. Kwa mujibu wa simulizi zinadai kwamba Zelatan tangu akiwa mtoto hakuwahi kabisa kupata fursa ya kupikiwa na mama yake chakula. Upendo huu aliupata kwa mara ya kwanza kutoka katika familia yakina mama yake Alma. Wakati bado akila, simu ya Alma iko imeita. Aman anamkumbusha kwamba kesho ndo siku yetu ya tatu tunahitajika kuachana. Aman akamwonya, tafadhali usinipe zawadi za ghali kama tabia ya yako inavyofanyika. kesho ni siku ya tatu, haya mahusiano yanahitajika kuvunjwa. <laughs> Siku ya tatu ya uhusiano ilipofika, Arman akiwa darasani anaonekana mwenye huzuni, mawazo mengi. Rafiki yake Runa akamwambia kabisa, huu mm, uso wako jinsi unavyoonekana unafanana na msichana yoyote ambaye yuko siku ya tatu ya uhusiano na Selatan, siku ya kuachana." Brian akawa amejisogeza hapo akajaribu bahati yake akisema kwamba kuliko kuendelea kumfikiria Selatan ni bora kufikiria kuhusiana na mtu mwingine ambaye huyo mtu anakupenda na hujawahi kujua. Hapa jamaa anatilia mbolea juu ya hisia zake kwa huyu binti, jamaa alitaka kumwambia hisia zake lakini alikosa ujasiri wa kufanya hivyo. Baada ya Alman kuuliza ni nani huyo jamaa, akawa amekosa nguvu ya kujitetea na kusema ukweli kuhusiana na hisia zake. Baadaye Alman akiwa na Selatan wanapiga stori, ikafichuliwa kwamba Selatan ana kaka yake ni pacha anaitwa Utara na kweli kabisa ni pacha wake halisi na wanafanana hivyo hivyo. Sasa Alman ikabidi kuuliza, kwa nini wewe unaishi huku na pacha wake anaishi mji tofauti na wewe? Yeye anaishi Bandundu huko. Zlatan alikuwa amekataa kabisa kuzungumzia jambo hilo kwa sababu kuna kumbukumbu kumbu mbaya juu ya hilo jambo. Zlatan akamwalika Alman kwenda katika nyumba yake anapokaa yani kwenye apartment. Baada ya kufika huko, Alman kwa ameshangaa, pako hovyo hovyo, kila kitu kimevurugika ndani. Hapa ni wanaishi masera tu, wao muhimu wapate nafasi pa kuegesha kichwa tu mambo mengine sio shida zao. Vyombo vichafu muhimu vibadilishiwe maji tu, vistoe harufu kabisa. Sasa Alman, kwa sababu yeye ni binti, akaamua kusafisha na kuviweka sawa. Ndani ya muda mfupi tu, Zelatan aliporudi hapo akwa mishangaa pamekuwa pasafi hivyo, akaamua kumsifia binti. Zelatan ikabidi kumsomea binti Alman namna alivyokuwa akimwandika kila siku kwenye kitabu chake, na baada ya kusoma kila kitu, hii ikaanza kuonesha wazi kwamba kulikuwa kuna hisia za mapenzi ya kweli zilikuwa zinazalika baina ya Zelatan pamoja na Alman. Maneno yake yenye hisia yakaanza kumvuta Alman karibu tu binti anaswe. Walishiriki kilimo mdondoko, binti akawa amejipea ubizi hapo. Seratani akafunguka na kusema kwamba kwa muda mrefu alikuwa akiishi peke yake, angependa sana kuwa na mtu karibu na yeye, mtu kama Alman, mtu wa kumwamsha asubuhi, kumpikia chakula na kumpelekea chakula hata shuleni. Wakati akisema hayo, alam ya kijana Seratani ikiwa imeita ikimwambia kwamba ni mda wa kuachana wewe pamoja na Alman akiwa na huzuni kubwa, alman akamwambia kwamba "Seratani, muda wetu umeisha, mahusiano yetu yameishia hapa." Wote wawili waliumia sana, kwa sababu walikuwa wameshaanza kuzoeana, akisema kwamba muda huu umefika, lakini sio mbaya, mimi na wewe tunaendelea kuwa marafiki tu, kwa sababu mimi sijawahi kukuchukia. Baada ya siku chache, heratani yuko darasani, lakini sasa huzuni tu imemtawala kijana. Washikaji zake baada ya kufika wapo wakamuuliza, "Vipi, umeachana na Alman?" Mshikaji akasema "Ndiyo, nimeachana naye." Ah, nani atakuwa analeta mzozo sasa ama utakuwa unaanza kupika wewe baada ya muda, ama nakuwa amefika hapo ukamletea salata ni chakula. Washikaji wako wamekaa pembeni wanashauriana. He, wamanza nakuleteana chakula wanaitana marafiki hawa, kuna kuachana kweli hapa? Wanafunzi wote wako wanashangaa hili jambo, halijawahi kutokea kabisa, hawa watu si wameachana. Muda mfupi baadaye, shuleni kuko kumetangazwa habari mbaya baba yake Arman amefariki dunia baada ya kupata ajali barabarani. Zlatan akawa amechituka sana, akasikitika. Mmoja kwa moja akaenda kumfariji Arman na kumpeleka nyumbani. Arman aliumia sana kwa sababu kabla hajaenda shuleni alizungumza na baba yake. Baba alimwambia kwamba ninarejea nyumbani hapo kwa ajili ya kuja kuwasalimia, lakini kwa bahati mbaya baba hajafika nyumbani, umefika mwili pekee. Tukio hili lililosababisha Alman pamoja na Selatan kuendelea kuwa karibu zaidi na mahusiano yao yakaendelea kukua taratibu, lakini katika njia ya kufarijiana na kuangaliana katika magumu. Bila kujua siku zikapita Alman pamoja na Selatan wakajikuta wameendelea kuwa pamoja mpaka siku ya 49. Siku hiyo Alman akiwa ametangaza rasmi kwamba wao ni wachumba tena, yani wao wana mahusiano tena. Hili jambo likamlazimu Selatani kutoa ahadi ambayo aliahidi kwa marafiki zake kwamba atakaposhindwa kuachana na binti Arman, atawalunulia chakula ambacho wao watakitaka. Alo vijana, siku hiyo walikula msosi, palichangamka kweli kweli. Mambo si ndio hayo, mshikaji kashindwa kabisa kuachana na huyo mrembo. Sasa moja kati ya sifa ambayo ilikuwa inamweka sana Selatani juu, alikuwa anajivunia sana mwili wake licha ya kwamba alikuwa ana six pack, alikuwa anavua tu shati watu wanapagawa wakinoma anapomwona wa umshikaji mwili wake. Sasa hili jambo likamfanya Alman kuingiwa na wivu sana na kukosa umakini, alipokuwa anatembea hivyo akawa amedondoka chini sasa wakiwa wanatibiana binti akawa wamempa adhabu Seratani, baada ya Seratani kusema kwamba atakachokihitaji na atakachokiomba chochote atamfanyia binti, akawa wamemuhitaji mshikaji waende Bandung. Kwa nini kwenda kumtembelea mdogo wake ama ndugu yake Seratani? Hivyo kweli wakawa wamefanya safari na kufika huko, binti Arman akawa wamepata nafasi ya kumfahamu baba yake Seratani pamoja na pacha yake Seratani ambaye anaitwa Utara. Huyu jamaa ni mtulivu kinoma na ni mpole ambaye unaambiwa kwamba yeye amewahi kuwa na mpenzi mmoja tu tangu shule ya msingi na ndio huyo amekuja kumuoa. Hili jambo lilimfanya baba yake babake Seratani kujivunia sana. Katika mazungumzo yao, Utar alimwambia Alman sababu halisi ya kwa nini Seratani huwa anapenda mahusiano yao ya dumu ndani ya siku tatu tu na mchana yoyote ambaye anakuwa naye kwenye mahusiano, akamwambia kwamba miaka iliyopita mama yao alikuwa ameondoka nyumbani kwa muda mrefu sana. Aliporudi nyumbani, Seratani alifurahi sana baada ya kumwona mama yake karudi hapo. Lakini baada ya siku tatu tu, mama yake huyo aliwaacha tena bila kusema neno lolote Tukio hili lilimuumiza sana Seratani, na tangu siku hiyo Seratani akaweka kanuni ya kwamba kipindi kizuri cha upendo na mtu anayeitwa mwanamke ni siku tatu tu, kwa sababu ndiyo muda ambao yeye alihisi furaha kabla ya kupata maumivu ya kuwachwa na mtu ambaye alikuwa anampenda sana mama yake. Utara akamwambia Alman, tafadhali mlinde sana Seratani, anaonekana kuwa jasiri lakini ndani yake ni mnyonge na ni rahisi sana kuumia. Siku moja Seratani akawa amekutana na marafiki zake wa muda mrefu sana wamesoma wote shule shule ya msingi mmoja, anaitwa Rico pamoja na Tera. Katika kupigapiga stori story wamepiga piga tungi. Tera ni msichana ambaye alikuwa akimpenda sana Serata tangu walipokuwa shule ya msingi. Ukiwa anazungumza Tera akawa amemkumbatia kijana na kumkiss. Sasa kwa bahati mbaya, kumbe Alman alikuwa amefika eneo hilo na akawa ameona kwa macho yake akaamua kuondoka hapo. Serata na kwa amejaribu kumfuata lakini akashindwa akaanguka, kwa sababu alikuwa tilalila mwamba. Akajilaumu sana kwa kitendo hicho, kwanza hayakuwa maamuzi yake, yalikuwa ni maamuzi ya Tera kufanya hivyo. Alijia sana kumpigia simu lakini binti hakuokota. Kiufupi, Alman akaamua kumwacha Seratani bila kusema neno lolote. Seratani alijaribu sana mara kadhaa kuelezea ukweli lakini Alman alikataa hata kumsikiliza, hakumpa kabisa nafasi ya kujielezea. Baada ya mitihani ya mwisho wa shuleni, Seratani alijaribu tena kumfuata Alman lakini Alman hakumpa kabisa nafasi Seratani kujielezea. Seratani aliendelea kuumia ndani ya moyo wake, na siku moja alipokuwa akiendesha pikipiki, mawazo yamemzonga kichwani mwake, umakini ukuwa umekosekana, akawa amepata Seratani akapelekwa kulazwa hospitalini. Alman alifika hapo licha ya kuwa bado amejeruhiwa kihisia, aliumia kumwona Seratani ikwa katika namna hiyo, lakini hakumpa hata nafasi ya kwenda kumsogelea. Aliishia nje hapo dirishani kwenye kioo kumtazama kwa mbali tu bila kuingia ndani. Alimtazama kimikimya kwa macho ambayo ilikuwa imejaa huzuni kubwa. Alipotaka kuondoka, Brian pia alikuwa eneo hilo. Brian akaamua kuitumia nafasi hiyo ili kumwambia Alma hisia zake na akawa amemwambia kwa sauti ya upole, nilitaka kukuambia jinsi ambavyo mimi ninakupenda kabla hujaondoka kwenda Georgia. Na akamwambia wazi kwamba najua majibu yako wala hata usijali kunijibu, lakini Arman akamwambia kwa upole kwamba samani sana, Bia, siwezi kukupenda kwa sasa, moyo wangu bado haujatulia kabisa kwa sasa. Baada ya hapo, Arman alikuwa ameamua kuchukua maamuzi magumu, anahitaji kuenda kuanzisha maisha mapya na kutoka kabisa katika huu mji. Awamu hii binti ameamua kwenda kujiunga na chuo kikuu kwa makusudi tu ili kuwa mbali na Seratan ili kujaribu amand ia hisia zake ili ajiponye polepole pole. Siku ya kuondoka binti, baada ya kuwa ameagana na mama yake, akiwa katika station ya treni ghafla, bila kutarajia Arman akashangaa sana baada ya kumwona Serata nikafika hapo stesheni. Japo mshikaji alikuwa amepona amefika hapo akiwa na maumivu ya mwili na mwili wake bado ukiwa na maplasta. Akiwa amesimama mbele ya Arman kwa macho yenye machozi, alisema yote na kumueleza ukweli binti huyu, kwamba mwanamke huyu ndiye ambaye yeye amempenda kwa dhati. Yani Arman hajawahi kupenda wala kumpa nafasi mwanamke katika moyo wake kama jinsi ambavyo amempa. Arman kwa sauti yenye msisimko wa kihisia alimwambia, kwamba Arman, mimi ninakupenda wewe. wewe ni mwanamke wa tofauti sana katika maisha yangu, ninakuhitaji. Maneno haya yalimgusa sana Arman, lakini bado akaamua kuendelea na safari yake. Alijua kwamba wakati pekee ndio unaweza kuzungumza ukweli juu ya upendo wake huu, kama atakapokuwa mbali. Je, upendo utazidi ama utaisha kabisa? Akampiga busu la upendo la mwisho. Wacha muda uongee, akasema kwa sauti ndogo, na akaendelea na safari yake. Je, upendo huu utazidi ama utapotea? Naomba uniachie maoni yako katika sehemu hiyo ya komenti. Like, share, subscribe usisahau. Karibu Swahili Flix Empire, ulikuwa na mimi okranklan.